Eh, hii ni namna ya kutengeneza keki keki. Ukitaka kutengeneza ka keki kako, ndio kujifunza wenye utafanya ili shiriki birthday pamoja na mwanao ama familia yako, na vitu inafaa uchukue namna hii, na tunakwenda speed speed kwa sababu ya eh jinsi ilivyo. Aachukua mayai ndio ndio achukua mayai kulingana na keki ama size ya keki una Chukua mayai. Mimi kama nimechukua mayai mbili. Sasa hapo e, mayai mbili e, kuponda kupondaponda kidogo, lakini nikasema hapana, wacha niongeze vitu zingine mbalimbali hapa kama blue band, kama inavyoonekana hapa nimeweka blue band hapo kidogo e, koroga koroga koroga koroga, koroga. Alafu chukua kitu kingine kinaitwa sukari, unaweka sukari mingi mingi kidogo, unakoroga koroga koroga koroga koroga e, kulingana, unaweka sukari kulingana na ile size ya e, unapima e, unapima na macho tu, utajua tu. Kisha unachukua baking powder hapa, nimeweka baking powder, hii ni baking powder. Baking powder ni juu nimetoa ile box yake iko kando tu hapa kwa e, ajili ya kutengeneza fa pasta, pasta, pasta, pasta. E, ni kukoroga namna hiyo. So tukimaliza hapo, tukimaliza hapo, unaangalia kabisa kama imekorogeka ama imejichanganya hata e, kisha unachukua ile sufuria ambayo, ama ile sehemu ambayo mnafikiria kupikia keki yako ama kutengenezea keki yako, unaipaka blue band namna hiyo. Unapaka paka, paka, paka blue band namna hiyo. Kisha ukimaliza, una make sure imekaa design hiyo, isikae sana, isiingie blue band mingi sana. Kwa hiyo, kisha weka hapo, unachukua kaunga, ile unga unatumia kupikia Unaweka kidogo hapo yeye una zungusha zungusha, unairol vizuri hadi ikae muundo huu. Ngoja utaona itatokea design hii. Unaongeza tena kidogo kidogo sana ili ifunike ile blue band yako ulikuwa umeekelea hapo. So ukimaliza sufuria yako itatokea ikiwa namna hii, umeiona e? Unahakikisha kabisa umetoa unga yote isibaki kwenye sufuria na usiiguze. So tunaendelea namna hiyo Unachukua kandimu kako unaanga kidogo saizi ya inje, inje koroga, koroga, koroga, koroga ngumu, kisha utachukua maji, unachukua maziwa kama venye inaonekana hapo, maziwa, maziwa fresh kabisa, maziwa ya ng'ombe unaongeza kidogo. Mimi nikachukua ile maziwa yangu aa kwenye chupa, ili nisimwage nisiangushe, so kisha weka maziwa. Sasa unaendelea kukoroga, kukoroga, kukoroga, kukoroga eh, koroga. Unaendelea koroga namna hiyo, kama ninavyokuonesha, kama inavyoonekana. Eh, jina langu naitwa Jackson William ama Silas William, mwimbaji wa nyimbo za gospel. pia ukinipata eh, kwenye shughuli ndogo ndogo kama hizi napatikana ndogondogo, eh, ndogo kama hizi mambo eh, na keki na vitu zingine eh, zaidi zaidi tutakuelekeza eh So leo tunajifunza kutengeneza keki. So unakoroga mkorogo wako ukiongeza unga na maziwa, unga na maziwa kulingana na size ya ile keki ulikuwa umeplan kutengeneza. Sasa mimi nilikuwa najitengenezea tu kwa birthday kangu, so nasema juu niko peke yangu na wenye nilikuwa ni kule nao wako mbali, wacha ni kule peke yangu, nikatengeneza yakangu kangu keki kadogo y nikasema, hii imesha koroga imekuwa sawa, imekuwa liquid fulani, namna hiyo. Haitakiwi ikuwe ngumu kidogo, so nikagawanisha kidogo, nikaweka kidogo kwenye kikombe, nikachanganya hiyo iko kwa kikombe, nikaweka green chocolate. Ni green chocolate hiyo, ni kama inavyoonekana, nikakoroga koroga, gorogoro gorogoro, goro, inatokea kitu namna hiyo, kama inavyoonekana kwamba kala zimebadilika zimekuwa tofauti, kala ime, ya imekuwa tofauti, na hii iko kwenye sufuria kangu, so hii sababu green green chocolate, chocolate. Eh, tunaweka hivyo ili at least kakala kala flani hivi sinde keki yako imeiva na iko ya white. Nikachukua sufuria nyingine kubwa kuliko ile ambayo nikaweka mchanga na kisha nikaweka ile sufuria yangu ambayo nafikiria kutengenezea keki nikaweka, eh, nikaanza kufanya ile mchezo kama venye unaona namna hiyo. Eh, juu ya kuweka urembo nilikuwa nimetengeneza keki yangu smart. Eh, kama inavyoonekana nilikuwa inafaa itokee namna hiyo. Kisha baada ya hapo nikakisha ile nini yangu imetoa kabisa ile nini eh, ile sufuri yangu yote eh, imetoa nime mix mix juu ili ikue popo power, imat power, imat power kwa sababu niliona kama ikishinda ikikuwa white keki yangu ikiwa white plain aibambi ko so, nikasema wacha kao eh, so, nikasema wacha niwakishe moto sasa, tuendelee kupika eh, kumbuke kabisa kwamba hii sufuria iko chini hapa, ambayo imeanzia zaidi ya chini tuliweka kamchanga mchanga, ni kwa sababu sio kamchanga tuliweka mchanga mchanga kubwa, ni kwa sababu isiungue hiki kietu, isiungue, kafunika namna hiyo. Ah, nikaona, ah, itabamba, kwa sababu itapitisha hewa. Nikaongeza sufuria nyingine kufunika. Ah, bado haijakuwa sawa, ikabidi nimegeuza hiyo sahani ili nifunike, sipitisha hewa ndani. Nikafunika vizuri, nikaweka na uzito eh, nikaweka na uzito. So nikawacha ichemke kidogo, ikachemka ikachemka ikachemka ikachemka, ndo nikatoa tena nikafungua kidogo nikaangalia. Sasa inatakiwa utafute kisu, unaangalia unadunga kidogo, naangalia ikitoka bado na ile, u, ile u, ubichi, ubichi, bado haijaiva. Kwa hiyo tunarudisha, tuna unafunika, unangoja unangoja, nafunika vizuri kabisa kama venye ilikuwa, so ni mwendo wa kungoja tena. So nikaenda tena nikazunguka zurura, we ile masaa, nimekuja tena muda umepita tena kidogo, angalia, eh, bado naona inaendelea kujitengeneza polepole, lakini kiangalia hata kwa macho ya nyama na damu tu hata inaonekana tu bado haija kauka, bado iko na ile naile kaunyevunyevu. So nikafunika nikatembea tembea, tembea tembea tembea tu kidogo, nikaenda nikapiga stori, nikaenda nikatafuta chai enda nikazurazura nikasalimia sangazi, nikasalimia na bibi mkubwa, nikakuja tena nikafungua kwa mara nyingine, nikaangalia ah, nikasema, kumbe bado inaendelea hatakuwa sawa. Kwa hiyo nikafunika tena kwa mara nyingine, inafaa sasa ina sasa imebidi nimeenda sana, kwa sababu nikienda kidogo naona haivi na, ile nimekuja kufungua kidogo eh, nikaona eh, ndio hiyo apo inaendelea kuiva inaendelea kuiva kidogo, alafu nikachukua kale kisu changu nikadunga kidogo nikaangalia, ah, imetoka na, imetoka na ile ubichi. So nikairudisha tena eh, sasa nilipofunika tena sana kwa mara nyingine ikabidi sasa nimejam Sema nimesimilia ile kukuja nikadunga tena kidogo, nikaona haitoi tena ule, ile unyevu kama tulivyoona, unaweka kisu kabisa, usiogope, unaweka hadi ndani, unatoa haina tena ile haikuji na hiyo supu ama ile unga haijaiva, so nikaepua kakeki kangu, nikaenda nikaweka pahali. Hiyo pahali sijawaonyesha bado, unaona huku ndani nilikuwa nimeweka ka mchanga. Tazama hiyo keki yetu venye imetoka. Ingekuwa nimeweka bila mchanga, ingeungua sana, ingekuwa black. So nikatoa keki yangu pale kwenye ile sufuria kengine. Sasa ikabidi sasa, ngoja, nitaka niwaonyeshe venye hiyo keki imetoka. Sasa unaona venye imetokelezea hiyo keki yetu, hebu itazame uitazame kabisa, ewa, hadi unaitaka tunaitamani tu keki yangu jamani. So tembelea katika youtube channel yetu ya Silas William. E, tafadhali usubscribe na uguse kale kaka alama ka kengele hapo na watch zile video utakazozipata hapo, pia ucomment na ulike na ushare. So nakutakia utazamaji mwema na usikivu mwema uwe pamoja na E, sistuwe pamoja siku zote pia. Kwenye Facebook utanipata kwa Silas William ama Silas William, pia TikTok ni Siljack, utanipata kwa Siljack TikTok. So nawakaribisha sana, tuzidi kuwatch, kucomment na kushare.